Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Biteko amewataka viongozi wa dini na waumini wa madhehebu mbalimbali mbali kuendelea kuliombea taifa. Na katika michezo na burudani, baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba mkoani Iringa wametoa maoni yao kuelekea hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Habari mtazamaji na mfuatiliaji wa UoI Digital. Karibu katika taarifa ya habari jina langu ni Angel Msele. Taarifa hii habari unaweza ukaipata katika YouTube channel at UoI Digital, lakini usisahau kushare, kulike, kukomenti na kusubscribe. Naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Doto Biteko amehudhuria katika maadhimisho ya kumsimika askofu wa jimbo Katoliki la Iringa na kuwaomba viongozi wa dini na waumini kuendelea kuliombea taifa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Mwanahabari wetu Nelson Jafeti ana undani wa taarifa hii. Naomba niwakumbushe tena Watanzania wote kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi nchi yetu itaingia kwenye zoezi kubwa la uchaguzi wabunge pamoja na madiwani. Kwa heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa, nitumie fursa hii kuwaomba viongozi wa kanisa, kama mlivyoahidi hapa, na mimi nimefurahi sana, na nime mheshimiwa rais, nitamwambia ni ahadi ya kanisa kuendelea kuliombea taifa letu liwe na amani, taifa letu katika kipindi hiki. Tunaweza kutofautiana mitazamo, tunaweza kutofautiana namna tunavyoangalia mambo lakini kamwe tusitofautiane tukagawanya utanzania wetu. Dokto Biteko amewaomba wa wanasiasa kuamini kuwa nchi ya Tanzania inaendeshwa na sheria, hivyo kila mmoja anapaswa kuzingatia sheria wakati wote, hasa wakati wa kutekeleza majukumu yao. Wote tulio kwenye siasa tuamini pia kuwa nchi yetu inaendeshwa na sheria, tuzingatie sheria wakati wote tunapotekeleza majukumu yetu, kwa sababu kama hakuna sheria, hatuwezi kupeleka taifa letu mbele. Baba Askofu, nataka nikuhakikishie kuwa yote mlioyasema nitayachukua kama yalivyo nitampelekea Mheshimiwa Rais, na yale ambayo yanaanguka kwenye dawati langu tutaanza kuyafanyia kazi mara moja. Bahati nzuri waziri anayesimamia uratibu tuko naye Mheshimiwa Rukuvi, yatafanyiwa kazi yote, kwa sababu kwa kweli tukubali tukatae, lazima watanzania waseme wanachokiona mahali fulani. Lakini ni muhimu pia tukubali ukweli kwamba kazi kubwa imefanyika. Aidha, amewaomba viongozi wa dini pamoja na wananchi kuungana ili kuweza kuona changamoto kwa pamoja na kuzitatua ili taifa liendelee kusonga mbele. Kwa ndugu zangu, viongozi wa serikali na wananchi wa Iringa, na waumini wote, naomba tuendelee kushikamana, tuwe taifa moja, tuungane, na tukiungana kwa pamoja, tutaona dosari kwa pamoja na tutazitatua kwa pamoja nyuma yangu ni geti la kuingilia katika viwanja vya Kichangani ambapo imefanyika misa ya kusimikwa kwa askofu wa jimbo la Iringa, Askofu Romanus Mihali. Mimi ni Nelson Japhet wa UoI. Mchungaji Livingstone Msingu na baadhi ya waumini wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania wameeleza faida ya wokovu kwa wanadamu hasa katika nyakati hizi za siku za mwisho katika ibada iliyofanyika katika ukumbi William wa multipurpose chuo kikuu cha Iringa. Leminata William anatujuza zaidi. Mchungaji Msongo amezungumza kuwa kuna faida nyingi za kutembea na Yesu katika maisha yetu. Faida hizo ni pamoja na mafanikio katika maisha, kuwa na ulinzi wa kiroho. Pia yeah, amewataka waumini kumtanguliza Mungu katika maisha yao kwa kuwahimiza kutenda matendo yanayompendeza Mungu na kumfanya Mungu kuwa wa kwanza kwa kila jambo. Yesu ni mwenye maisha yetu kwa sana. Mpe Yesu nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, atakulinda. Atakutetea mji. Wewe unatembea na Obe, Yesu ni neema na kibali. Tuseme wote neema na kibali. Kwa upande wao waumini waliohudhuria ibada hiyo wamesema kuwa kutembea na Yesu katika maisha kuna faida mbalimbali kama vile kupata kibali, kuwa na unyenyekevu na kufahamu umuhimu wa toba katika kazi yako iwe kazi yote ile ambayo unaifanya iwe mwanafunzi iwe mfanyakazi, ukiwa na kibali Mungu hawezi kukuacha. Hata jambo lingine unajifunza, unawekewa. Lakini rai kwa wow, <mimba> wanafunzi wenzao ni kwamba nitaidi kuendelea na Yesu katika mambo yote, utaendelea katika raha, katika shida <mimba> pia wametoa rai kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa na watu wanaoishi karibu na maeneo ya chuo kikuu cha Iringa kuwa na moyo wa kuhudhuria ibada kila Jumatatu ili waweze kuwa karibu na Mungu. Watoa wito watu, watu wana chuo na wengine wote ambao tunaalikwa kwa ibada na tunajua ibada ipo kwa kweli, tunaalikwa siku ya Jumatatu kufika katika ibada kupata kusikia Mungu anasema nini nasi na Mungu huyu atatupa njia hata kwa ajili ya maisha yetu, hata katika nyakati hizi tunazosema hakuna ajira, wakati mwingine jibu la ajira yako pengine lipo katika ibada hii ya siku ikiwa ni utaratibu wacotukizailinga kila Jumatatu wa ibada ambayo inahusisha dini zote, na tumeweza kusikia maoni ya waumini mbalimbali waliotoa kuhusu ibada ya leo na somo la leo, ambavyo paana inahamasisha kutembea na Yesu katika maisha yetu. Ili kutoka ukumbi wa maaa, mimi ni Lenata William kwa UID. Taarifa yake Leminata William inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Betina Chambila. Wenye biashara wadogo wadogo wa soko la Kiesa mkoani Iringa wameeleza changamoto wanazokumbana nazo kutokana na kuongezeka kwa mfumuko wa bei. Wakizungumza na UoI Digital wameeleza kuwa gharama za bidhaa nyingi zimepanda, hali inayowalazimu kupunguza kiasi cha bidhaa wanazoingiza na kuuza, huku wakieleza kuwa baada ya kuisha msimu wa sikukuu za Pasaka na Ramadhan kumesababisha mfumuko wa bei na kuleta athari na ugumu katika kuendesha biashara zao. Cha nyuma tulikuwa tunachukua nyanya tenga hadi 15 mpaka 20, lakini zimepanda bei. Saizi nyanya tunachukua tenga arobaini sitini na tano sitini na nane ndio bei zinazozunguka hata sasa. Nimetoka kuchukua nini hii hapa, sitini na tano. Kwa hiyo saizi inatasi jinsi ya kumhudumia yule mteja, maana mwingine ana doubt au hana ile hela, anashanga e, hey, mbona ilikuwa hivi maana hivi. Kwa hiyo inanipa mimi changamoto namna ya kuuza biashara yangu ikaweza kutoka na kunirudishia faida. Geza kuwa mzunguko mzima wa biashara umeshuka kwa sababu wateja wanashindwa kuelewa hali ya soko ilivyo. Baadhi ya bidhaa zimeshuka ziko nomo, lakini bidhaa nyingine bado ziko juu, hususan kwa nyanya, kwa sababu soko kubwa sana la nyanya ni kutoka mikoa ya Pwani, Dar es Salaam na mikoa mingine, kwa hiyo wale wanapoingia wageni wengi kuja kununua hapa, kwa hiyo biashara hiyo bado iko juu, kwa hiyo nyanya bado iko juu. Lakini vitunguu, kwa sababu mavuno yameanza mkoa wetu hapa, imeanza kushuka. Hayo ni baadhi ya maoni ya wafanyabiashara kutoka katika soko la Kiesa, ambapo wameweza kuelezea ni kwa namna gani mfumuko wa bei katika bidhaa mbalimbali wanazoziuza umekuwa ukiathiri biashara zao. Nikilipoti kutoka katika soko la Kiesa, jina langu mimi ni Bertina Chambila wa UoI Digital. Shukrani sana Bertina Chambila kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani. Kisakazolitwa kwako na Yusufu Ambokile Nikusi. Endelea kwa nasi. Historia ya kudumu imeweza kuandikwa katika vichwa vya mashabiki wa Simba. Hii ni mara baada ya timu yao ya Simba Sports Club kufika fainali katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika. Wadau wa michezo na mashabiki mbalimbali wa timu hiyo wametoa maoni kuelekea mchezo huo. Sisi kama mashabiki wa Simba tumefurahi kwa sababu ni siku nyingi, ni miaka mingi ambayo eh, hatujaweza kufuzu kwenda nusu fainali wala fainali yenyewe, na hatimaye umeweza kufuzu na tunatarajia makubwa zaidi, kwa maana kuchukua ubingwa wa confederation. Naitakia timu yangu ushindi, na pia tunategemea kupata makombe mengi sana, kupitia kupitia mchezo huo ambao tutaenda kucheza tena. Timu yangu ya Simba kuingia hiyo kwenye fainali ya kombe la shirikisho, tunaona yani kwa timu tunaona kwamba timu inaenda kushinda yaani hilo tuna uhakika timu inaenda kufaa kushinda. Historia imekwenda kuandikwa kutoka mwaka 1993 mpaka mwaka 2025, ambapo timu ya Simba kutoka Tanzania imekwenda kushiriki ama inakwenda kucheza fainali dhidi ya Lais Bekane. Tumeweza kusikia maoni ya wadau wa mpira na mashabiki wa Simba wakizungumzia timu yao ya Simba kucheza fainali hiyo na wengi wakiwa wanatumai ya kwamba kombe litabaki nyumbani. Hayo ni baadhi ya maoni yao waliweza kuzungumza. Nikiripoti kutoka hapa katika viunga vya chuo kikuu cha Iringa, ni mimi Yusuf Mbuke wa UoI Digital. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo unaoletwa kwako na Enita Kyusa. UoI Digital tu. Hatuchoki kujifunza lugha ya Kiswahili kwa sababu maneno mapya huibuka kila siku, na maneno hayo tunayaita msamiati, na leo nimekuandalia msamiati kitutuli. Tuwatazame wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, wao wanaelewa nini kuhusiana na msamiati kitutuli. ninavyoelewa mimi msamiati kitutuli, um, naweza kusema kwamba ni chumba kidogo ambacho kinatumika kwa ajili ya matumizi ya kula vitu kama hivyo. Msamiati kitutuli nini, unachoelewa? Nini kinakujia katika taswira ya? Ah, inanijia kwamba yeye ni mtu mdogo, mtoto mdogo kabisa. Sio kwa hakika ndio. Eh, basi maana kamili ya msamiati kitutuli ni chumba kidogo ambacho kinatumika kupigia kula. Mtazamaji, wawaibu hao ni baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa Wakijaribu kuelezea maana ya msamiati kituturi na nami na kuacha na sentensi isemayo katika uchaguzi mkuu, eneo la kituturi hulindwa sana. Naam, na hii ndio maana halisi ya msamiati ikituturi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Nikutakie usiku mwema, panapo majali watukutane siku ya kesho. Ulikuwa nami Angel Msele, asante na kwa heri.